Pamoja na kuchukua hatua, tumepata ripoti ya makusanyo kwa watendaji wa vijiji wa na watendaji wa kata, wapo wameona vijiji vyao na hali halisi. Afisa utumishi, uendelee na zoezi la kuchukulia hatua watendaji wa kata na vijiji ambao wameshindwa kukusanya zaidi ya asilimia 25. Na ni vema hivyo vijiji mkavitembelea kimoja baada ya kingine, mkakutana na wale wajumbe wa serikali za vijiji katika vijiji husika, ili tuweze kujua changamoto kubwa ni nini, ilayo wafanya wao wanashindwa kutekeleza wajibu ambao wameajiriwa nao. Pamoja na hayo, idara ya afya mmetufurahisha sana sana sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Kati ya idara zote kumi na tisa mnafanya kazi kubwa na nzuri, lakini si lazima wawepo wa kwanza, si ndiyo? Basi wapongezeni ya idara ya afya. Kwa hiyo pongezi zangu zinakwenda, kuandikia cheti cha pongezi na kuwatafutia tuzo idara, idara ya afya DMO ataipokea kwa niaba yenu. Mwende mkafanye kazi vizuri, na tutatumia vyombo vya habari kuwatangaza na kuwapongeza mbele ya umma. Idara ya afya imetufurahisha sana, ya sekondari wow, au maendeleo ya jamii, tutajua hapo idara gani ambayo itawasilisha ripoti yake ikaielewa na ikapinika na inaleta matokeo mazuri. Pamoja na pongezi hizo, tumekubaliana hapa kuchukua hatua kwa waganga wafawidhi walioshindwa kutekeleza wajibu wao na hatua hizo zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Swala so, lingine tunalosisitiza ni swala la lishe. Siku ya afya na lishe ya kijiji tarehe kumi na nane tuhakikishe kila mmoja anakwenda kuhamasisha hiyo siku ifanyike, maadhimisho yafanyike, demonstration za maswala ya lishe zifanyike, ushiriki kikamilifu wa kila mmoja wetu ashiriki kikamilifu, na ratiba itapangwa asalishe kwa kushirikiana na idara ya utawala na utumishi. Na kwenye swala la lishe, tuna shule hamsini na nne ambazo hazitoi chakula shuleni. Tutaweka hiyo listi katika taarifa zetu, tutawaandikia barua watendaji wa vijiji. Ni jukumu lenu, wala sio jukumu la walimu. Ni jukumu la watendaji wa vijiji kukaa na serikali ya kijiji, kuita mkutano wa wazazi, kuhakikisha wazazi wanachangia chakula shuleni. Hizo shule hamsini na nne ziko ukanda wa ainda saki nyingi, tarafa ainda saki kina niti ngochowapwapi huku, shule hamsini na nne hizi korofi. Mwezi wa kwanza mwishoni, tutakutana hapa tena, tupeane hizo tathmini kwamba wazazi wamechakia chakula shuleni, na wanaowezesha <coughs> ni watendaji wa vijiji na watendaji wa kata wakiwasimamia. <coughs> <yon>. watendaji wa <wakata>, vijiji <coughs> mnatakiwa kuzifahamu hizo shule na kuanza kuchukua hatua za haraka za kufanya mikutano ya hadhara, kukutana na wazazi, kuwaambia kuhusiana na umuhimu wa chakula shuleni. Kuna dhana imejengeka kwamba watoto wangu sitaki wale shuleni kwa sababu ya sababu ya masuala ya kishirikina. Hayo masuala mtaalamu, kama mtaalamu, nenda kachechemue ka, nenda kahamasishe, nenda kajenge uwezo wananchi, waondokane na hiyo mila na desturi mbovu ambayo inafanya watoto wasile chakula shuleni bongo unakuwa dormant, anashindwa ufaulu au upeo wake wa kufikiri unakuwa na walakini. Kwa hiyo kuna madhara makubwa ya mtoto kukosa chakula shuleni na swala la ufaulu, yani, kuna hiyo connectivity. Tuhakikishe tunafanya hayo, lakini kuwahamasisha wanajamii kuchangia maswala ya madawati shuleni nayo pia ni ajenda ya kwenu, na hiyo ajenda kubwa vikao vyenu pamoja na hayo mahudhurio ya wanafunzi na kujiandikisha darasa la awali pamoja na msingi. Watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, haya ni majukumu yenu. Kwa hiyo mwende mkaweke projection hizo kwa kushirikiana na walimu wenu. Kazi yenu ni kuhamasisha wananchi na wanajamii kupeleka watoto shule. Tukumbushane ndugu zangu, ili mambo mengine yote yaende hata halmashauri hii ni mapato yaani, mapato mapato mapato ndio yanatupa mileage ya utendaji mzima wa kwetu. Kwa hiyo tusimamie sana mapato, tukilala tukiamka wimbo wetu huwe ni mapato. Hivyo kwenye mapato, kama kuna maeneo yetu ambayo tunaona hayana vyanzo ambavyo viko sawasawa na vijiji vingine, tuibue vyanzo vingine ambavyo vitatusaidia kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea tume, tume, tume na advantage ambayo tunayo ni kwamba fedha zile dei anasema kwamba zinarudi kwa ajili ya kijiji. Kwa hiyo hata wewe utapimwa kama ambavyo tunakupima kama mtumishi wa umma, kutumia PEPMIS kwamba umefanya moja mbili tatu katika mwaka huo husika. Sasa unaripoti nini kwenye PEPMIS yako kama hakuna mradi? Kama kuna vijiji havijakusanya hata shilingi moja, mwisho wa mwaka tunakupima nini? Wewe ni mtumishi wa umma, unakuwa unaongezeka na unaripoti utendaji wako. Sasa kama umekusanya sifuri, unaripoti nini kwenye utendaji wako wa kila siku?